Sasa nendeni mka transform nendeni mkatafsiri mafunzo mliopewa hapa kwenye vitengo vyenu vya utendaji kazi ili kupunguza malalamiko na kupunguza utendaji ambao haufuati taratibu sheria na kanuni, na mwisho wa siku wananchi kutokuwa na imani na jeshi na serikali kwa ujumla. Sasa nyinyi kutokana na mafunzo hayo mliyoyapata hapa, ndio hayo yatakayoenda kulibeba jeshi la polisi na serikali kwa ujumla wake ili wananchi wawe na imani na waendelee kuamini kwamba wanajeshi lililo timamu, jeshi kakamavu, jeshi linalotekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Lakini kwa ujumla wake, wizi wa pikipiki umeongoza, lakini wizi wa mifugo umeongoza, lakini vile vile kwenye kipengele cha matukio dhidi ya binadamu, upande wa matukio ya mauaji yameongoza amekuwa mengi sana. Dereva yeyote ambaye hafuati sheria za usalama barabarani, ambaye anafanya matendo ambayo yanasababisha vifo na majeruhi, huyo dereva si rafiki wa sisi polisi na vyombo vingine vya usalama, huyo ni adui yetu. Sasa roho za watu zinaondoka bila hatia yoyote, kwa uzembe wa mtu mmoja ambaye kwa sababu zake binafsi labda za kutaka haraka anafanya matendo ambayo ni kinyume cha sheria. Sasa sisi tulioko hapa OCDs, juzi nadhani tulikuwa nao kwenye kikao pale, nendeni mkasimamie, na nilishatoa maelekezo kwamba hakuna mzaha tena wala hakuna muhali na dereva yeyote ambaye anafanya tendo lolote linalosababisha mauaji, majeruhi au uharibifu wa mali barabarani.